Botswana, Guinea ya Ikweta na Gabon zimeondolewa kwenye Kombe la Mataifa ya Afrika la 2025 baada ya kushindwa kupata pointi hata moja katika hatua ya makundi. Botswana, ambayo imemaliza ikiwa ya mwisho katika kundi D, ilishindwa katika mechi zake mbili za ufunguzi. Walifungwa tatu sifuri na Senegal kabla ya kupoteza moja sifuri dhidi ya Jamhuri ya Benin. Ingawa bado wana mechi ya mwisho ya makundi dhidi ya DRC Congo iliyopangwa kufanyika Jumanne Disemba 30, matokeo mengine tayari yamethibitishwa kuondolewa kwao katika mashindano hayo. Guinea ya Ikweta katika kundi hii imepoteza mechi zao zote tatu. Walianza kwa kichapo cha mbili moja dhidi ya Burkina Faso, wamefungwa tatu sifuri na Algeria na kumaliza hatua yao ya makundi kwa kichapo cha moja sifuri dhidi ya Sudani na kuachia bila pointi katika kundi F. Gabon pia wametoka mapema baada ya kushindwa mfululizo. Walianza kampeni yao ya kupoteza moja sifuri dhidi ya Cameroon kabla ya kufungwa tatu mbili na Msumbiji katika mechi yao ya pili. Kwa pointi sifuri, Gabon ipo katika nafasi ya nne katika kundi hilo na wameondolewa. Hata hivyo watacheza mechi ya mwisho watakapokabiliana na mabingwa watetezi wa Ivory Coast Jumatano Disemba 31. Hii ni TMC News updates kimichezo. Mimi ni Jacqueline Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare, ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewa.